Muona mzee Abdalla Mchimani amefungwa minyororo, analindwa na Watanganyika wenzake wa Kristo, ndo wanamlinda, wamemtia mnyororo kwa niaba ya wakoloni wa Kristo wa Kijerumani. Pugu hadi Peramiho havikuwa vita vya kizalendo havikuwa vita vya kizalendo. Mwaka elfu mbili na saba nilikwenda Songea. Ukiwa Songea, kando kidogo si, si safari ndefu, ni kama hapa katikati ya Mwanza mpaka Nyamanoro. Kuna kumbukumbu kumbu ya vita vya Majimaji. Kuna sehemu moja Songea panaitwa Mahenge Mwaka elfu mbili na saba nimefika mimi pale Mahenge mwenyewe, nimefika Mahenge pale. Ukiingia kwa yule karani anayekukaribisha. Waislamu, amesikilize vizuri eh, unaingia, cha kwanza tulichokutana nacho maanake kubwa, kuna kabuli, wamezikwa watu sitini na saba kuna kaburi la pamoja pale, wamezikwa askari wa majimaji sitini na saba walizikwa pamoja. Halafu pembeni kuna kaburi la mtu huyu mmoja alizikwa peke yake. Unakutana na makaburi yale, sasa unaingia ofisini, unamkuta yule karani anaanza kukupa historia anaanza kukupa historia kwamba hawa bwana, askari wa majimaji walinyongwa, wakazikwa hapa, askari sitini na saba wakazikwa hapa, huyu mmoja amezikwa peke yake. Anakueleza mwaka elfu mbili na saba anakupa karatasi ya majina majina ya wale waliozikwa sitini na saba majina yao haya hapa, yale majina. Muujiza cha ajabu cha kushangaa, unasoma jina la Kiislamu. Unasoma unasoma jina la abdulhamidi mputa gama, unasoma huyu naye alinyongwa, abdul hamidi mputa gama lakini baada ya Abdulhamidi kuna mabano kuna jina la kikristo limeandikwa Dominic. Sasa ukisoma na hiyo ni orodha ameandika padri wa Katoliki, wanavyovyoo mimi si vijui, ana jina lake OSB, sijui ndo maana yake nini, kikatoliki kaandika kwa mkono wake mwenyewe, huyu ni Abdurrahim Brackets, Dominiki Mputa Gama. Unaenda mpaka majina sitini, majina saba hayana majina ya Kikristo, hayana brackets za Kikristo. Sasa unamuuliza yule karani huyo, Abdurrahimu Abdurrahi, inakuwaje tena Dominiki? Anasema ee, swali zuri. Hawa askari wa majimaji ilikuwa ukitolewa lockup unapita kwa padri unabatizwa, unapewa jina la Kiislamu la Kikristo halafu naenda kunyongwa. Kwa hiyo huyu huyu Abdurahim huyu alivyotoka lockup ni Abdurahim, akadanganywa, ukibatizwa hunyongwi. Na yeye akasema, bwana sawa, nimekubali Padiri anakubatiza anakupa jina la Dominic, halafu naenda nyumba ya nyumba, unanyongwa. Wenzako hawajui, anatoka mwingine naye anabatizwa anapewa jina la Kikristo, anaenda kunyongwa. Wote sitini na saba walikuwa ni askari wa Kiislamu. Nilikuwa na shekhe wangu katika museum hiyo, tukamuomba yule karani atuuzie hiyo karatasi. Bwana tafadhali, walau tukapige photocopy. Kimbia na hii frame yake, kwenye frame ya kioo. Bwana piga photocopy, iko elfu hamsini. A a, hapa laki? Unajua ii bwana wakiniona laki unusu wow. sasa watu wa usul fiqh sijui mtatuhukumuje sijui rushwa sijui <laughs> akakataa kabisa kabisa kutoa dokumenti ile tukaiacha bwana iko pale narudi alfu mbili na tisa mwaka jana mwaka jana elfu mbili na kumi Nakuta ile dokumenti haipo, badala yake kuna kikaratasi, wala hakina majina yale ya Kiislamu, huyakuti tena. Bahati nikamkuta mzee yule yule, tukamuuliza ile ya padri iko wapi? Anasema mlivyoondoka, alikuja mjerumani hapa, ameichukua ameipeleka Ujerumani. Mnanielewa? Leo ukisoma mashujaa wa Majimaji, watoto wa shule unamsoma mtu kama Songea Mbano. Jina la Ali kwenye historia limefichwa, la Ali limefichwa. Na wauliza watu Wasongea, huyu Mputa Gama ni nani? Wanasema bwana make, mimi niliwauliza kwa sababu Tabora tulikuwa na Regional Commissioner anaitwa Lawrence Gama, nadhani mnamkumbuka eh? Lawrence Gama, sijui baadaye akaenda wapi. Wanasema huyu Lawrence Gama ukoo wake wote Waislamu, wote ni yeye tu aliritadi, wote ni Waislamu nataka nikuambie ukoo wa Laules Gama ndo wametoa uwanja pale Songea. Kuna msikiti wa mjini unaitwa msikiti wa wilaya, huu msikiti wa wilaya, uwanja wa msikiti wa wilaya ni msikiti wa kina ukoo wa Laules Gama. Tukio moja yako mengi, ndo nasema muda ni mfupi, yako mengi. Sasa leo shule mtoto haelezwi haya Haelezwi nyinyi, vijana wanamcheka Kinjeketile, vijana wa shule wanaambiwa hivi, vita vya majimaji vimeitwa vita vya majimaji kwa sababu askari wa majimaji walikuwa wanaoga dawa, dawa ambayo waliamini risasi ikitoka inageuka kuwa kuwa maji badala yake risasi ile ikawaua. Halafu tukifika hapa tunacheka, yani, hawa jamaa walikuwa wajinga kweli, risasi igeuke maji, tunawaona mahayawani. Sasa nisikilize, haya nakueleza sikusoma kwa macho. Ukitoka kwa yule karani wa pale Mahenge, kuna kibanda cha gorofa, chini kuna picha za wale watu sitini na saba wote picha zao zimezunguka kibanda kile. Kila unayemwona katika askari walionyongwa amevaa ihram nyeupe, kama hujaji yuko Maka, na kilemba na baadhi ya picha zinaning'inia tasbihi kwenye shingo. Unazikuta picha pale hapo, ni picha tu. Sasa unapanda ghorofani, kuna masanduku ya vioo, kuna mshale wa majimaji, mkuki wa askari wa majimaji, kuna ngao. Unakutana na kitu kinakustua, unakutana na tasbihi, hizi tasbihi zetu hizi hizi, iko kwenye kioo, lakini aliyekuandikia pale chini tasbihi ameita rosali kwa Kiingereza anasema hii ni muslim rosari. Rosari hii ndo walikuwa askari wa majimaji wanaitumia kutambika kabla hawajaenda vitani, to make supplication to their gods, kutambika kwa miungu yao kabla ya kwenda vitani. Sijui unatambika kwa tasbihi kwenye sanduku la kioo unakutana na kopo kopo kopo, lililotengenezwa kwa mti, utaalamu wa zamani. Mti, gogo la mti limetengenezwa, limetengeneza kopo kubwa. Mwandishi wa kopo lile anakuambia haya ndiyo makopo ambayo askari wa majimaji walikuwa wakitia maji, wananawa kabla ya kwenda vitani. Sasa we tafsiri tukunawa menelewa vizuri eh? Kama mtoto wa kiislamu wa shule hasomeshwi haya, atajuaje historia yake? Kama mtoto wa shule haelezwi haya, atajuaje historia yake? Waislamu wakapambana na askari wa Kijerumani. Iko barua, barua kamanda wa askari wa Wajerumani wa Matumbi wa Kilwa Selemani Mamba anamwandikia kamanda wa Songea, son, Ali Songea Mbano barua hiyo iko katika kumbukumbu -kumbu za historia. Sulemani Mamba anaanza kwa jina la Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa rehema za Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammadi na kuletea barua wewe Alisongea Mbano, tumezidiwa hukuleta askari. Watoto wa shule hawatoambiwa haya. Mfumo wa elimu ni mfumo Kristo. Leo unasoma majimaji kwenye silabasi za mashule unataka kutapika, unasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tumezungumza vita vya majimaji tu kidogo, nenda Kilwa, Kilwa Kivinje, kuna mnara wa askari wa majimaji karibu sana na bahari, Kilwa Kivinje, soma yale majina, soma wale waliozikwa humo, soma majina yao pale. Kama kuna Mkristo nenda Songea, ndani ya Peramiho, kanisa lenyewe la Peramiho la Wakatoliki, yako makaburi ya Wajerumani pale. Soma walishughulikiwa na wakina nani pale. Waislamu wameanza huko kupambana na Wajerumani. Kisa kirefu, muda hautoshi, tutakuwa tukizungumza wakati mwingine. Baada ya Wajerumani wakaja Waingereza, wakaja Waingereza, na Waingereza nao hawakusita kuendeleza mkataba wa Berlin, nao wakatekeleza mkataba wa Berlin wa kulilinda na kulipa fursa kanisa kujiendeleza. Waingereza wakafuata mkataba ule ule, kulipa kanisa fursa ya kujiendeleza. Lakini kanisa lilipata fursa namna gani? Yaani hawa Waingereza Wajerumani walililinda kanisa namna gani? Naomba mnisikilize vizuri kama nilivyosema, sizungumzi matukio, nazungumza kanuni zilizopelekea matukio. This is history. Kanisa tangu Mjerumani, Mwingereza, linalindwa lina